Hujambo jambo na karibu, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Kumekuwa na matukio mengi sana, hususan matukio ya utekaji, lakini pia vile vile matukio ya upoteaji holela wa binadamu. Chama cha maendeleo na demokrasia Chadema chenyewe kimetoa takwimu fupi ambayo imeonyesha na kuwataja watu na nyazefa zao lakini pia vile vile siku ambazo walizotoweka, yaani kutekwa, lakini pia vile vile watu hao walitekwa wakiwa katika mazingira gani. Tukianza moja kwa moja na kile ambacho alichokisema chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Chadema, tunaendelea kufuatilia kwa karibu matukio mbalimbali ya utekaji wa watu yaliyotokea nchini ndani ya siku 25 kuanzia tarehe moja hadi tarehe 25 Oktoba mwaka na ishirini na tano. Katika kipindi hiki jumla watu hamsini na mbili wametekwa, wengi wao ni viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, pamoja na baadhi ya wanachama wa vyama vingine vya siasa na wananchi wa kawaida. Matukio haya yamezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa jamii kuhusu usalama na uhuru wa raia. Matukio hayo ni kama ifuatavyo. Sasa hapa tunaanza moja kwa moja, yule mtu wa kwanza mpaka mtu wa hamsini na mbili. Tega sikio, ujue nani alitekwa, wakati gani alitekwa, mazingira gani, na yeye ananyazifa gani. Huenda kaa unajua tu kuwa watu wametekwa, lakini leo acha mimi ni kusogezee majina ya wale ambao waliotekwa na kama ilivyoelezwa na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, nikianza na huyo wa kwanza kabisa, ambaye anaitwa Rodrick Kakwaya. Mnamo siku usiku, usiku wa kuamkia tarehe moja Oktoba 2025, huyu yeye ni mwalimu Rodrick Kakwaya wa shule ya sekondari ya Usevia mkoani Katavi, alitekwa nyumbani kwake mbele ya familia yake. Kakwaya, aliyewahi kuwa makamu mkuu wa shule, aliyejulikana kama mtetezi wa haki za binadamu na mkosoaji mfumo kupitia makundi ya WhatsApp. Ndugu na jamaa wamethibitisha kutoweka kwake baada ya kutembelea vituo mbalimbali vya polisi bila mafanikio yoyote, yani mpaka hivi sasa bado hajapatikana. Lakini kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Lobenzi Kulilo Masanyiwa. Mnamo tarehe moja Oktoba elfu mbili na ishirini na tano, mjumbe wa kamati kuu tendaji chama cha Chadema wilayani Busega alitekwa na watu wasiojulikana akiwa kazini kwake Nyamikoma. Mashuhuda wameripoti alitishiwa na bunduki na kulazimishwa kuingia kwenye gari, na watu walikuwa wamejifunika nyuso zao, kisha wameondoka naye kuelekea barabara ya Mwanza, na mpaka hivi sasa ajulikani wapi alipo. Lakini huyu mwingine anaitwa Isa Hamis Kaudo Mnamo tarehe tatu Oktoba elfu mbili na ishirini na tano, mwenyekiti wa CHADEMA kata ya Ikungi alitekwa na watu wasiojulikana baada ya kupokea simu kutoka kwa mtu aliyejitambulisha kama mfanyakazi wa almashauri ya wilaya ya Ikungi aliyemuomba afike kwa ajili ya kazi ya kuchomelea. Alipofika eneo maidi, alilazimishwa kuingia kwenye gari aina ya Land Cruiser na kuondoka nao kusikojulikana. Tangu wakati huo ajulikani wapo, wapi alipo, lakini kuna mmoja akasema huyu mwingine anaitwa Paulo Vesles. Mnamo tarehe tatu Oktoba elfu mbili na ishirini na tano, huyu ni dereva bodaboda alitekwa baada ya kuchukuliwa na Isa Mes Kaudo kwenda almashauri ya wilaya Ikungi, akielezwa kuwa kuna kazi ya kufanya. Alipofika kwenye eneo hilo alikuwepo walimwingiza wali kwa nguvu kwenye gari aina ya Land Cruiser na kuondoka naye kusikojulikana. Lakini huyu mwingine anaitwa Everest Everest James Ramazani mnamo tarehe tatu Oktoba 2025 25 mwenyekiti wa Bavicha jimbo la Ikungi alitekwa akiwa nyumbani kwake. Hadi sasa kapigiwa simu na kuambiwa atoke nje, tangu alipotoka hajarejea nyumbani kwake mpaka hivi sasa Lakini mwingine anaitwa Aaron Jonas Masawe na Kelvin Indingi Moshi, mnamo tarehe tatu Oktoba elfu mbili na ishirini na tano walitekwa baada ya kupelekwa ya kupokelewa simu kwa mteja aliyekuwa amefika katika maeneo ya kanisa la KKT Kaliako. Hadi sasa haijulikani wapi halipo. Lakini mwingine anaitwa Amos Pambala mnamo tarehe nne Oktoba 2025 na katibu mwenezo wa Chadema kata ya Mafisa jimbo la Morogoro mjini alitekwa baada ya kupokea simu na kuitikia wito. Tangu wakati huo amepotea na ajulikani wapi alipo mpaka hivi sasa. Ibrahimu Muhindini Mafungo na vijana wengine watatu mnamo tarehe 4 Oktoba 2025, kata ya Bialahul wilaya, wilaya ya Kahama, vijana wanne walitekwa na watu wasiojulikana. Wa kwanza kutekwa alikuwa na Ibrahim Muhindin, alitekwa nyumbani kwao mbele ya baba yake mzazi mzee Muhindin vijana wengine watatu walitekwa walipokuwa wakifuatilia wakiwa wakimfuatilia kwa bodaboda waliotekwa Ibrahimu wakijaribu kufuatilia na kusaidia, lakini na wao walikamatwa na kuondoka wasikojulikana. Lakini mwingine ambaye anaitwa Abed Gengo Sanga Mnamo tarehe nne Oktoba elfu mbili na ishirini na tano katibu wa BAVICHA jimbo la Lopembe alitekwa akiwa kazini kwake katika duka la dawa. Watekaji waliwasili kwa gari aina ya Land Cruiser lisilo na namba ya usajili wakiwa na silaha za moto, wakaingia ndani ya duka, wakamwondoa kwa nguvu kisa kisha kuondoka naye kusiko julikana. Lakini mwingine anajulikana kwa jina la Isaya William Ouma na Gimase Joseph. Mnamo Jumamosi tarehe 4 Oktoba 2025 isala Isaya William Ouma, mwenyeji wa Silali, alikodi gari dogo aina ya Toyota Toyota Pradox kuelekea Mwanza akiwa na dereva wake gim kimese Joseph ambaye pia ni mkazi wa Silali waliondoka asubuhi, lakini walipofika ilipofikia saa tisa alasiri, simu zao hazikupatikana tena. Kwa mujibu wa mashuhuda, gari hilo iliendeshwa hadi eneo la Mt Hotel Tarime, huku wakisindikizwa na gari jingine aina ya Land Cruiser. Baada ya kufika, products hiyo ilitelekezwa na Waliku, walikuwemo wa, na ilitelekezwa na walionekana wakipandishwa kwenye lendi kuza na kuondoka wasipojulikana, lakini mwingine anaitwa Elias Samueli. Elias Samueli, mnamo tarehe 4 Oktoba 2025, mchungaji wa kanisa la Highway Holiness Church HHC lililopo mtaa wa Manyuki kata ya Lukobe Mkoani Morogoro ametekwa na watu waliomwita kwa simu wa kumuhitaji kufungiwa sola baada ya kumuunga mke wake, kuondoa haijulikani hadi hivi sasa wapi halipo. Lakini huyu mwingine anatambulika kwa jina la Ntiakanga Kiba, mnamo tarehe 6 Oktoba 2025 alitekwa Tabula mjini Cheo B karibu na Mwanga shop kando ya barabara ya Kitoma, mpaka leo hajulikani wapi halipo. Lakini mwingine anaitwa Logels Joanna Ludovik, mnamo tarehe 7 Oktoba 2025, mfanyabiashara wa miamala ya simu alitekwa katika eneo la Dumira, gari nyeupe aina ya Land Cruiser yenye namba ya usajili t 320 na nne. Hii lok ilifika ofisini kwake majira ya saa saba mchana akiwa na watu wanne, yaani hiyo gari ikiwa na watu wenye idadi ya watu wanne. Baada ya kufika, walishuka na kumchukua kwa nguvu na kuondoka naye kusikojulikana. Lakini mwingine anaitwa Lamso, mnamo tarehe saba Oktoba, mtengenezaji wa mauzui mtandaoni kupitia TikTok ambaye amekuwa mkosoaji wa utawala wa Rais Samia tangu mwaka elfu mbili na ishirini na nne alitekwa akiwa nyumbani kwake, mpaka hivi sasa hajulikani wapi halipo. Lakini mwingine anaitwa Ibrahim Richard mnamo tarehe nane Oktoba elfu mbili na ishirini na tano katika eneo la Magu alitekwa na watu watano waliokuwa wamevalia kiraia, walimchukua kwa nguvu na kumpeleka kwenye gari aina Land Cruiser, kisha wakaondoka naye kusikojulikana. Lakini mwingine huyu ni padri, ni padri Camilius Nikata, mnamo tarehe 8 Oktoba padri Camilius Nikata wa jimbo kuu la Songea, ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Sauti Mwanza, alitarajiwa kusafiri kuelekea Mwanza kwa basi la Super Feo baada ya kununua tiketi. Hata hivyo tangu siku hiyo hajulikani walipo. Mzigo yake ilibaki chumbani kwake katika seminari ya Mtakatifu Vienna Songea Tale na simu yake haikupatikana. Hatimaye tarehe 18 Oktoba 2025 alipatikana katika mashamba ya kijiji cha Mawa kata ya Hanga wilayani Namtumbo huyo ndiye wa kwanza ambaye aliyepatikana katika update zote ambazo nimekusomea. Basi huyu ndiye wa kwanza kabisa ambaye amepatikana kati ya watu wote au ambao waliokusha ambao wamepita ambao mimi hapa nimekusogezea hapo katika update ambazo zinazoendelea. Lakini mwingine anaitwa Jerison Kelayoli mnamo tarehe 9 Oktoba 2025, katika mtaa wa Kushiribi, Nyamagana, karibu na banda la mkaa, eneo la Kishiri center karibu na hoteli ya Kasanda, alitekwa na watu wanne waliotoka kwenye gari aina ya Land Cruiser nyeupe. Watu hao walimlazimisha kuingia kwenye gari kisha wakaondoka naye kusikojulikana. Lakini mwingine anaitwa Ayubu Juma Mnamo tarehe 9 Oktoba 2025 dereva wa bodaboda alitekwa baada ya kuchukuliwa na wasichana wawili waliokuwa wana muhitaji wa kupeleke katika mgodi wa matango ulio katika kitongoji cha matango kata ya ikungi wilayani Ikungi. Tarehe 12 Oktoba mwili wake ulipookotwa polini, au ukiwa umeuwawa katika update ambazo nimekusogezea. Kwa hiyo hiki ndicho kifo cha kwanza kati ya watu wote ambao nimekutajia hapo waliopita. Lakini mwingine anaitwa Yahaya Omari Lihupa. Mnamo tarehe 9 Oktoba 2025 mwenyekiti wa CHADEMA tawi la Lumemo kutoka kata ya Lumemo jimbo la Kilombero alitekwa baada ya kubebwa na wanawake watatu kwenda katika mahali mahafali ya kidato cha nne katika shule ya sekondari ya Mahutanga kata ya Rumemo. Hadi sasa hajulikani wapi alipo, lakini mwingine ni wakili Dastan Majaki mnamo tarehe moja Oktoba elfu mbili na ishirini na tano saa mbili asubuhi alichukuliwa ofisini kwake Bukoba na watu waliojitambulisha kuwa ni jeshi la polisi bila kueleza sababu. Baada ya muda wakili wenzake walifika kituo cha polisi cha Bukoba kuthibitisha kuwa yupo, lakini hawakuruhusiwa kuonana naye. Baada ya hapo ilidaiwa kuwa amepelekwa Geita na kikosi maalum cha jeshi hilo. Hata hivyo, ufuatiliaji huo ulifanywa Geita na kuthibitisha kuwa kuwepo kwake. Mpaka sasa hajalikani wapi alipo. Lakini mwingine anaitwa Chief Kalumna. Mnamo tarehe 12 Oktoba 2025, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Bukoba alichukuliwa nyumbani kwake na watu waliodaiwa kuwa ni maafisa wa jeshi la polisi waliowasili kwa magari mawili ye, na kumweleza kuwa anahitajika kituo cha polisi. Baada ya viongozi wa chama kufika kituoni kufuatilia taarifa hiyo waliambiwa kuwa hayupo, na baadhi na baadhi yao pia walikamatwa. Baada ya jeshi la polisi lilithibitisha kuwa linamshikilia chifu, chifu huyo lakini mwingine huyu anaitwa Bazili Wazili. Mnamo tarehe 14 Oktoba 2025 katibu wa CHADEMA wa jimbo la Kielwa, aliyetekwa na watu sita wenye silaha akiwa katika eneo la biashara yake iliyopo kati kata ya Nkenda wilayani Nkela. Watu hao walimchukua kwa nguvu na kumwingiza kwenye gari aina ya Land Cruiser kisha kuondoka naye kusikojulikana. Hatimaye tarehe 17 Oktoba 2025, jeshi la polisi limekiri kuwa linamshikilia Bazili Waziri. Mwingine ni Rashidi Hamza, mnamo tarehe 13 Oktoba 2025, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA aliyetekwa na watu wasiojulikana katika eneo lake la kazi kwenye ambapo hujihusisha na kazi ya useremala. Watu hao walimchukua mchu wali kwa nguvu na kumwingiza kwenye gari aina ya Land Cruiser kisha kuondoka naye kusikojulikana. Tukio hili lilitokea kata ya Nkenda wilayani, wilaya ya Kelia Albin Petro Mwalo Mnamo saa kumi jioni tarehe 15 Oktoba, mfanyabia mfanyabiashara mfanyabiashara wa mtaa wa Gogo na Rung'ombe Kariakoo alikamatwa na watu wa wanaosadikiwa ni kuwa ni askari wa kikosi maalum kupelekwa kusikojulikana. Alidaiwa kupelekwa kituo cha polisi cha Msimbazi, lakini hakuingizwa bali alipelekwa na gari aina ya Land Cruiser hard top. Na watu waliovalia kiraia. Hadi sasa hajulikani wapi halipo. Mwingine anaitwa Kimasi Pasta Mwika. Mnamo tarehe 17 mwaka 2025 Oktoba majira ya saa tatu usiku, dereva katika kampuni ya Dangote Cement Mtwara alitekwa na kundi la watu zaidi ya watatu waliokuwa wa tumia gari aina ya Land Cruiser. Mashuhuda walisema kuwa wakati huo tukio hilo, Kimasa alikuwa ameketi katika kituo cha kusubiria daladala pamoja na wenzake wa kazini, ndipo alipofika watu hao waliodaiwa kuwa na askari wa jeshi la polisi na kumchukua na gari hiyo. Tangu siku hiyo mpaka hivi sasa ajulikani wapi halipo. Lakini mwingine anaitwa Regan Dominic Kaila. Mnamo tarehe 19 Oktoba mwaka 2025 mkazi wa mkoa wa Simiu anayejihusisha na shughuli za udalali aliripotiwa kutekwa na watu waliodaiwa kuwa na askari wa jeshi la polisi akiwa mtaani. Ndugu zake na jamaa zake walifanya jitihada za kumtafuta na kutembelea vituo mbalimbali vya polisi, lakini waliambiwa kuwa hayupo mikononi mwao. Hata hivyo, baada ya siku saba kupita, jeshi la polisi lilithibitisha kwamba linamshikilia mwingine. Anaitwa Abdala Abubakari Mkuki. Mnamo tarehe 21 Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwenyekiti wa BAVICHA kata ya Kikio wilayani Ikungi mkoani Singida alitekwa na watu wa wenye silaha za moto. Tukio lililotokea mchana ambapo watekaji hao walikuwa wakitumia gari aina ya Land Cruiser, walimchukua kwa nguvu na kuondoka naye kuelekea kusiko julikana, na mpaka hivi sasa bado haijajulikana wapi alipo mtu huyo. Lakini mwingine anaitwa Nixon Muyambe Muyemba mnamo tarehe 20 Oktoba 2025. Muyemba ambaye aliwahi kuwa mgombea udiwani wa CHADEMA katika, katika uchaguzi wa mwaka 2020 jimbo la Mwibara alitekwa katika stendi mpya ya Nyegezi jijini Mwanza. Mpaka hivi sasa naye ni hivyo hivyo ayijulikani wapi alipo. Mwingine ni Juma Idi, mnamo tarehe 21 Oktoba mwaka 2025, mfanyabiashara ambaye ni mwanachama wa CCM kutoka Silali alitekwa na watu wasiojulikana waliotumia silaha za moto kutawanya wananchi waliokuwa eneo la tukio. Hata hivyo, wananchi kwa ushirikiano wao na madereva bodaboda walifuatilia gari la watekaji waki lizuia kwa kufunga barabara na kulazimisha kupeleka kituo cha polisi. Lakini mwingine ambaye anaitwa Hilda Mbinda mnamo tarehe 21 Oktoba mwaka 2025, Bi Hilda mwalimu wa shule ya msingi katika kijiji cha Idim, Idibo wilayani Gairo alipotiwa kutekwa nyumbani kwake akiwa na mtoto wake mdogo aliyekuwa naye, ambapo mashuhuda wanasema mtoto huyo ni mgonjwa. Tukio limezua taharuki miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, na mamlaka husika zimefuatilia kuhusu uh, kuhusu hali hiyo. Mwingine anaitwa Gido Mbele tarehe ishirini na mbili Oktoba mwaka 2025, mwenyekiti wa Bavicha jimbo la Kawe alipotiwa kutekwa katika eneo la Sinza Kivulini. Inadaiwa kuwa alitekwa na watu sita waliokuwa na silaha za moto wakiwa wamepanda gari aina ya Land Cruiser. Tukio hilo lili, lilitokea katika ofisi ya mawakili alipokuwa Gido, ambapo watu hao walimchukua kwa nguvu na kuondoka naye kusiko hayajulikana. lakini mwingine, huku tukiwa tunaendelea mwishoni mwishoni, katika idadi ya watu ambao waliotekwa kuanzia tarehe moja, huyu ni Albert Machumu. Mnamo tarehe 24 Oktoba 2025, Machumu alitekwa akiwa ofisini kwake na watu waliokuwa wakitumia gari aina, aina ya Land Cruiser. Machumu amewahi kuwa mgombea katika uchaguzi wa serikali za mitaa mtaa wa Katoma kupitia Chadema na pia mjumbe wa mkutano mkuu wa jimbo la Geita. Hadi sasa ajulikani wapi halipo. Mchungaji Elias aliowaha Mataita. Unamo usiku wa tarehe 24 Oktoba 2025, watu wasiojulikana wakiwa na silaha walivamia nyumbani kwake mchungaji huyo Mataita wa kanisa la KKT ushirika wa Buai iliyopo Babati vijijini mkoani Manyara na kuvunja mlango kabla ya kumchukua mchungaji kwa nguvu. Watu walitumia silaha kuhatishia wanafamilia mchungaji Mataita kabla ya kumwingiza kwenye gari aina ya Toyota Land Cruiser isiyo na namba ya usajili kisha wakaondoka naye kwa kasi baadhi. Baada ya siku moja, jeshi la polisi limekiri kuwa linamshikilia mchungaji huyo. Lakini mwingine ambaye anaitwa Manjela Magambo, mnamo saa 3 usiku, tarehe 24 Oktoba 2025, mwenyekiti wa UVCCM mkoani Geita na mtiania wa ubunge wa jimbo la Geita mjini Manjele Magambo alitekwa nyumbani kwake katika eneo la bomba mbili. Gari lilotumika katika utekaji lilionekana ikiwa na namba za usajili wa Toyota Vulgard, ingawa kwa uhalisia wa Toyota Hilux. Gari hilo linadaiwa kusoma jina la Brian Paulo Bayo mwenye namba za simu kama ambazo posti ya Chadema zimekwisha kusha kuweka namba za mtu huyo na mmiliki wake anaripotiwa kuwa ni mkazi wa Arusha na mpaka hivi sasa hajulikani wapi halipo. Mwingine anaitwa Justin Juma Kanadi. Mnamo usiku wa tarehe 25 Oktoba 2025, watu waliodaiwa kuwa ni askari polisi walivamia nyumbani kwa mwanachama wa Chadema Justin Juma Kanadi katika kijiji cha Ishanga kata ya Iswaya, jimbo la Lungwe, mkoani Mbeya, na kuondoka naye bila kutoa maelezo yoyote. Hadi sasa, Kanadi hajulikani wapi alipo. Pia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kinatoa wito wa serikali na vyombo husika kwenda kushughulikia hichi kitu ambacho kinachoendelea kutokea hususa, ni matukio ya utekaji. Hicho ndicho ambacho chama cha demokrasia wametoa orodha ya majina ya watu hamsini na mbili ambao lotekwa kuanzia tarehe moja mpaka siku ya jana, ambapo tarehe ishirini na tano Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na wewe unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia hiki ambacho kinachoendelea. Je, kuna mtu yote ambao unamfahamu au kuna tukio lolote ambalo umelishuhudia wewe au kuliona au tukio ambalo chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wao wenyewe hawajalieka. Nini maoni yako, ni mtazamo wako? Unaweza kutuandikia kupitia comment section. Kwa taarifa mbalimbali, endelea kukaa karibu nasi. Cha msingi na kizuri zaidi, usisahau kusubscribe so ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali.